Mimi naitwa Deogratius Cosmas Mahinyila ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake, lakini pia eh, mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, eh, tunaitwa Bavicha. Sasa naweza eh, labda nikatoa ufafanuzi wa masuala kadhaa ambayo umeniuliza. Eh, eh, jambo la kwanza la kuhusu kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa chama kama mmeona taarifa e, ya chama kupitia mkurugenzi wa habari, ni sahihi kwamba ni kweli e, makamu mwenyekiti wa chama John Heche alikamatwa siku ya jana hapa mahakamani na e, kurugenzi ya sheria ikiongozwa na mkurugenzi wa sheria e, wakili Gaston Gelbindi. Mara baada ya kufika Central Police waliambiwa kwamba e, hapa Dar es Salaam hawana mashtaka yoyote yanayomhusu, akasafirishwa kupelekwa Tarime. Ndio maelezo ambayo yalisemwa kwenye ofisi ya ZCO e, kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa mpaka leo mpaka muda huu tunapozungumza, mawakili wetu walioko Tarime na viongozi wa chama wa mkoa wa Mara na walioko Tarime wameenda kwenye vituo mbalimbali mbali vya polisi e, kifupi, makamu mwenyekiti e, wa Chadema John Heche we, hajafika huko Tarime wala Mara. Kwa mpaka sasa tufahamu kwamba e, e, makamu mwenyekiti wa chama John Heche yuko wapi. Eh, sasa eh, sisi kama vijana wa Chadema na kama baraza la vijana tutoe wito kwa jeshi la polisi kwamba kwa sasa dunia ina maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Unapochelewa kutoa taarifa ya jambo linalomhusu kiongozi mkubwa wa chama cha siasa kama John Heche kwa sababu John Heche kwa sisi wengine maoni yetu ni kwamba eh, ni kiongozi ambaye anaongoza chama ambacho kina wapenzi wengi kuliko chama kingine chochote kwenye taifa hili. Kwa hiyo, zinapochelewa kutolewa taarifa za kuhusu kiongozi wa namna hii yuko wapi? Maana yake mamlaka zinaacha gepu za, akitokea mtu yoyote iwe kwenye mitandao kijamii, ya kijamii au mahali kwingine kokote akisema lolote, ni rahisi we, watu kurupukia na kuliamini. Ko, ni wito wetu sisi kama we, vijana wa Chadema kwa jeshi la polisi, mpaka muda huu walipaswa kuwa wametoa e, taarifa rasmi ya kwamba wanamshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema Joni Heche, wapi? Yupo kituo gani cha polisi? Wanamshikilia kwa makosa gani? Na watampeleka mahakamani lini? Sasa taarifa zote hizi hatunazo. Chama hakina, ndugu wa makamu mwenyekiti wa Chadema Joni Heche hawana, na hakuna mtu yeyote anayejua kwamba kwa sasa kiongozi wetu wa chama yuko wapi. Sasa na wao kutokufanya mambo haya, maana yake wanatengeneza sintofu eh, si mtofahamu kwenye jamii ambayo sio ya lazima, kwa sababu wao, kama wamemkamata John Heche na wanaamini ana makosa ameyafanya, walipaswa kusema tu tunamshikilia John Heche yuko mahali fulani kwa kosa moja, mbili, tatu pengine, hiyo ingewafanya e, wapenzi na vijana wa Chadema e, Tanzania nzima e, e, kutokuwa na hiyo sintofahamu ambayo kadri muda unavyozidi kwenda inaendelea kutengenezeka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo naweza pia nalenye nikatolea ufafanuzi, kama mnafahamu pia, jana tulikuwa hapa tunaendelea na kesi inayomkabili makamu mwenyekiti wa chama, yupo kijana ambaye ni mteja e, ofisini kwetu e, pamoja na mambo mengine, huwa tunatoa msaada wa kisheria kwa watu mbalimbali ambao wana shida za kisheria anaitwa e, Gido Mbele ambaye pia e, ni mwenyekiti wa Bavicha jimbo la Kawe na e, kwa sisi mahusiano yetu kwa maana ya mawakili na pale ofisini kwetu, hatukuwa na mahusiano yoyote ya kuhusiana na masuala ya kisiasa. Alikuwa ni mteja, alikuwa na mashauri yake kwenye mahakama ya kazi, kwa alikuwa anapewa msaada wa kisheria ofisini kwetu wakati tulikuwa hapa mahakamani. Ni taarifa ambazo mimi nilipewa na baadhi ya mawakili ambao wako pale ofisini kwamba wapo watu walivamia ofisini mara baada tu ya huyo Gido Mbele kuingia ofisini muda huo kwenda kushughulikia eh, mambo yake ambayo yalikuwa nayo pale ofisini. Walivamia watu ambao hawajulikani kino kina nani, wakiwa eh, na silaha za moto, wakamchukua na kutokomea naye kusikojulikana. hilo nalo pia E, tume e, e, viongozi mbalimbali wa chama jimbo la Kawe lakini pia na ndugu zake na Gido wamefika vituo mbalimbali vya polisi kufuatilia kama kweli anashikiliwa na jeshi la polisi. Mpaka sasa hatujajua yu pia e, yuko wapi. Kwa hiyo mimi nitumie fursa hii kama mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, e, kulitaka pia jeshi la polisi kwamba matukio haya ya kila siku ya Mungu ya vijana e, mbalimbali sio tu wa Chadema na vijana wengine wenye itikadi nyingine tofauti tofauti kuonekanika kama wametekwa na wamepotea mambo haya wanapaswa pia kuyachukulia hatua na yanapaswa kukoma kwenye, kwenye taifa letu. Kwa nafikiri huo ni ufafanuzi wa baadhi ya hayo mambo, na kama kuna taarifa yoyote tutaipokea kama nilivyosema, e, siku ya jana mkurugenzi wa sheria wa chama mara baada ya makamo egitu kuchukuliwa hapa alienda mpaka Central Police na kuambia kwamba atapelekwa Tarime kwa kama kuna, tutakuwa kuna taarifa yoyote ambayo mawakili wa chama watapewa kuhusu huyo e, kijana Gidombere lakini pia kuhusu Eh, makamu mwenyekiti wa chama eh, ni wapi walipo na nini kinaendelea? Eh, basi tutapewa hiyo taarifa, na kuhusu update ya eh, kesi ya, ya mwenyekiti wa chama, kwa maana ya kwamba eh, kesi bado inaendelea, na mara baada ya mahakama kuahirishwa hapo baadaye tutapewa update ya kiujuma. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba pia na leo pia mahakama eh, ime, eh, imekataa kile kielelezo ambayo, ambayo ni ripoti ya mtaalamu E, we, we, wa uchunguzi wa, wa, wa, wa ile video ambayo e, upande wa jamhuri walikuwa wanataka kuitoa mahakamani. Mahakama na enyewe imeikataa ile ripoti kwa kusema kwamba hata kama ikiipokea hiyo ripoti hiyo ripoti kwa ajili ya nini, kama kile kielelezo cha msingi na chenyewe kilisha, kilisha, kilisha kataliwa na akijapokelewa mahakamani. k kwa kifupi nafikiri hayo mambo yanatosha kwa sasa, kwa, kwa update, asante.

Moja kwa moja.

Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.